Katika kipindi hiki ambacho matumizi ya mitandao ya kijamii yameongezeka kwa kasi, wazazi na walezi wanapaswa kuwa na uangalizi wa karibu kwa watoto wao, ili kuwakinga dhidi ya maudhui yasiyofaa ambayo yanaweza kuathiri mwenendo na maendeleo yao. Wito huo umetolewa na mtaalamu wa saikolojia kutoka Hospitali ya Rufaa Kanda ya Mbeya, Betuna Mwamboneke, aliyepokuwa akizungumza na Hope Channel Tanzania. Mitandao ya kijamii kwa namna ilivyowekwa, ilivyo imewekwa kwa ajili ya watu wazima, hata maudhui na vitu vinavyoendelea kule kwao, mtoto anapokuwa anaruhusiwa kuingia kwenye mitandao ya kijamii madhara ni makubwa sana. Kwanza, mtoto kipindi hicho ubongo wake upo kwenye hatua ya mahitaji zaidi. Kila anachokiona anakuwa na kihitaji, na ile hali ya matamanio ni kubwa sana kwake. Kwa hiyo, utakapomuingiza kwenye mitandao ya kijamii ataanza kupata mahitaji ambayo yako tofauti na hali yake ya kimaisha nyumbani au uhalisia halisi wa uchumi wa wazazi. Akili ya mtoto kipindi hicho, kwa sababu iko kwenye hali ya kimahitaji, tunasema inakuwa inaleta urahisi sana wa mtoto kutengeneza uraibu au addiction ya mitandao ya kijamii. Sasa ndo utaona mtoto akiamka asubuhi, afanyi kazi yoyote wala asomi, anaingia tu kwenye mitandao ya kijamii. Kitendo cha mtoto kushinda kwenye mitandao ya kijamii tunasema pia inaweza ikamweka au ikamlazimisha kuangalia vitu ambavyo sio sahihi. Kuna watu ambao wanafanya vitu ambavyo viko kinyume na jamii, viko kwa kwenye mitandao. Sasa mtoto akiona wa watu wanafanya waziwazi wazi, anakuwa anakichukulia kama ni kitu cha kawaida, na ndio maana unakuta naye sasa anakiiga. Kama tunaona zamani, hizi habari za jinsia moja tulikuwa tunazisikia kwa wenzetu, lakini siku siku hizi kwetu zinakuwa ziko kawaida, lakini ni kwa sababu tumeona kwenye mitandao ya kijamii. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Rwanda, Christopha Mkama, amesema viongozi wa dini wana jukumu kubwa la kusaidia jamii kuelewa madhara ya matumizi mabaya ya mtandao hasa kwa watoto. Kila kitu kinachokuja katika ulimwengu huu kinakuwa na uzuri na changamoto zake. Ah, teknolojia imeleta maendeleo makubwa sana, mitandao ya kijamii imeleta maendeleo makubwa sana na ina faida kubwa ikitumika vizuri, lakini kama kawaida kuna athari zake. Ah, kwa mfano kwenye upande wa malezi ya watoto E, tusipokuwa makini tutapoteza kizazi hiki kimaadili, kwa sababu ndani ya mitandao ya kijamii kuna mema, kuna mabaya. Sasa wale watoto ambao hawajaweza kujitawala kwa akili zao wanaweza kuangalia chochote, na kwa kawaida akili inapaswa kulindwa, akili ya mtoto, ili iingiliwe na vitu tu ambavyo vitamsaidia katika maisha yake, kumwandaa kwa ajili ya kutumikia jamii, kutumikia taifa, na hata kumtumikia Mungu. Maandiko matakatifu mstari ishirini na mbili sita inasema mlee mtoto katika njia mpasayo naye, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Sasa hiyo kanuni ya Biblia tukichukua, tuende nayo kwenye mitandao ya kijamii tukamsaidie, kwamba aitumieje katika namna nzuri ambayo haitamwathiri. Nikiripoti kutoka hapa mm, kwa Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.